Yes, nawasalimu kwa jina la Yesu wapendo watazamaji kwenye hii channel. Kama wewe ni mgeni tafadhali subscribe, comment, share ili tuweze kwenda kwa pamoja taku metishi kinomanoma leo. Mimi kuna kitu nataka niongee, nitasema niongee na Wakenya ama tuseme sio wa Kenya, naongea na dunia nzima. Kuna kitu jana, nimetembea nikaenda kwenye klabu fulani usiku, mimi nilizo kikutana huko, hata nashindwa kusema ni dhambi gani tunafanya ambazo ni Mungu atatuzamea kweli, kwa hizo dhambi tunazofanya. Tunafanya dhambi ambazo ni dhambi, sijui niseme dhambi ambazo kabisa unajua, unafanya dhambi lakini unaendelea tu kufanya. Sijui ni kwa nini yaani, mwanaume mwanaume ambaye kabisa unajielewa, unakuwa mwanaume ambaye unaruhusu utumike kwenye maumbile yako. Mungu ambaye aliyekupa ya kujisaidia kwenda haja kubwa, umeona wewe badala umenteni utafute wanawake, unageuka wewe ukae mwanamke. Kumaanisha Mungu alikosea kukuumba ukae mwanaume. ninaongelea wanaume ambao sijui ni magei, sijui wanaitwaje. Yeah, I think mnanielewa kitu naongea hapa. Mimi najaribu kumaanisha hivi, wanaume ambao wanageuka maumbile yao ya nyuma wanayafanya kuwauzia wanaume wenzao, na kabisa. Mwanaume mwenye akili zako timamu, unaenda kumchukua mwanaume mwenzako, unaenda kulala na yeye, unaenda kuchukua mwanaume mwenzako kama wewe, unaenda kulala na yeye. Hivi sisi hizi dhambi tunazozifanya ili tutafika huko mbinguni? Mungu atuelewe? Tutafika huko mbinguni? Mungu atuchukulie aje? Kwanza sisi tunafanya dhambi ambazo dhambi ambazo ni za kujitakia. Unaenda kuchukuaje mwanaume mwenzao kuenda pamoja naye. Huyo mwanaume alikuwa huyo, klabu alikuwa anacheza, ana kama mwanamke. Usipokaa rada, utafikiri ni mwanamke lakini si mwanamke, ni mwanaume. Yaani ashajifanya homoni zake, yaani filim zake zenye na fili ni mwanamke kabisa. Na hapo unakuta vijana wengine wa wana, yaani sijui yaani sijui kama huyu ninaongea na mwanaume ambaye mwana ana akili za kuenda kuchukua mwanaume mwenzake, anaenda mwana kulala na yeye anaenda kumkunula nyuma, anaenda kumkunula nyuma. Najua naongea hivi kwa hasira, ila samani kwa wale ambao utakuwa nina waudi, lakini naongea hivi kwa hasira. Hicho kitu sijakipenda, na nimechukia na nimechukia sana. Mebi itaweza kuwa unaniona mimi ni hifara ama mimi ni mjinga lakini nimechukia. Ninaongea na watu wazima, watu ambao wana akili zao, watu ambao wanajua wanachokifanya. Imagine unaenda kulala na mwanaume mwenzako. Unamlipia, unaenda unalipa guest, unaenda kulala na mwanaume mwenzako. Unashindwa kulala na wanawake kwa nini? Ni dhambi gani hizi tunafanya? Hivi kweli utaenda mbinguni, unaenda kusamehewa na Mungu? Utafika mbinguni Mungu akuelewe? Utafika mbinguni Mungu akujue wewe ni nani? Umeshindwa kutumia wanawake, umeenda kutumia wanaume wenzako. Na wanaume ambao mnajifanya magei, mnaenda kujiuza. Mimi ningekuwa ukweli ni rais wa nchi, tuseme hata nchi yeyote alafu nikute mwanaume unajiuza, mimi ukweli sindekuwa na msamaa, maana dhambi hiyo munaeifanya ni dhambi kubwa sana. Kwa sababu unawezaji kwenda kujiuza? Umeshindwa kufanya kazi, umeshindwa kujituma. Wanaume tunajituma tunafanya kazi ngumu, lakini tunapata hela, tunaenda tuna tunatumia kwa familia zetu. Tuna maybe basi, kama huwezi, hauna familia tafuta heloanu uhonge mwanamke uweze kukidhi hizo haja zako, lakini unaenda kuhonga mwanaume mwenzako. Una nimekasirika naongea hivi, tuelewane. Kama unajua unafanya hizi tabia na kuomba tafadhali, naomba uache. Kama unajua unafanya hizi tabia, naomba uache. Nilihisi usiku ambao nilikuwa klabu hiyo, nishike huyo mtu, nimpeleke hata kituoni, aenda awekeleo viboko. Watu kama hawa ni watu ambao ni wajinga sana. Unajiuza aje? Si uache, wanawake wajiuza sasa so, unanunuliwa. Na I think ungekuwa unanunuliwa na mwanamke unaenda kulala na mwanamke is fair, hiyo ni sawa. Unanunuliwa na mwanaume una mwenzako, unaenda kulala naye like, serious <laughs> ukiwa serious, kabisa na akili zako, hmm? Unanunuliwa na mwanaume mwenzako, hii ni ile nisikia kuna mtu fulani aliyesema tu wanaume wa, wa. hii dunia like, kuna vitu huwa na fikiria hadi inashinda. Nashangaa, sijui dunia tunaenda wapi, sijui tunaelekea wapi, vitu nasikia yani, sijui yani... anyway. Seme basi ni maisha imefika hapo, lakini nakushauri ndugu yangu ambaye unayejielewa na unajua unafanya nini, unajua ulizo Mungu alizokuwekea hapa duniani ukuja kufanya. Acha kufanya kama unafanya hizo ujinga, unafanya kama unaishi, unafanya vizuri, haufanyi vizuri, unaharibu saikolojia yako na mwanaume ambao unaenda kulala na mwanaume mwenzako, ujue wewe hauwezi ukafanikiwa hata siku moja, huwezi ukaenda sehemu wewe, ni wa kufa tu na hakuna kitu utakachokiacha duniani, kwa sababu hizo ni laana ambazo unazifanya, laana ambazo haziwezi kuwa kukabisa na mafanikio kwako kabisa. Na nahisi watu ambao wanafanya hivi sidhani kama wana familia Unawezaje kufanya usharati kama huo eh? Na kabisa, unajua unafanya usharati ambao ni wa ujinga kabisa. Hivi wewe una, una mke unaacha mke unaenda kulala na mwanaume mwenzako. Wewe ni mwanaume, unaendaje kutoa nguo? Wow, unalala na mwanaume mwenzako ili sijui ya kufanya nini? Hizo mambo sijui za wapi eh? anakuipeti aende kununua sijui nini. Why, una shida gani hiyo kubwa hiyo ambayo inakufanya kazi ni nyingi bana. Tusifanye yaani, tusiaibishane wanaume tafadhali, tusiaibishane tafadhali wanaume. Kuna vitu zingine za kuaibishana, lakini si vitu kaa hizi. Mtu unawezaji aenda kulala nan zako so, like serious? are you mad? Mimi nimekasirika sana. Tafadhali, kama wewe ni mwanaume naywe afanya hivi vitendo, wacha kabisa, wacha, tafuta kazi ufanye. Mungu atakusaidia, utafanikiwa kwa hicho ambacho wewe unakitaka. Usikate tamaa. Acha kukata tamaa. Mungu hajakuumba uje kukata tamaa. Mungu hajakuumba ki, tuseme kimakosa, amna, amekuumba ili ha, akuone matunda ambayo unayafanya wewe. Sasa hicho ambacho unachokifanya wewe, hayo sio matunda, hiyo ni laana unapanda kama una watoto kwa watoto, watoto wako ama kwa familia yako ambao utakayoiacha nyuma Hizo ni vitu za lana ambazo nafanya vitu ambazo ni za ujinga kabisa. Ngoja nifikie hapa kwa leo. Mtu ambaye umenielewa, umenielewa. Nimekasirishwa sana na hichi kitendo. Tuache wanaume kufanya hivi vitendo ambavyo havina maana, tafadhali. Na waombeni sana. Kama wewe ingeni kwa hii chanel, tafadhali, subscribe, comment share share hizi video wengine waweze kupata waweze kujifunza kama wewe ulivyojifunza. Tafadhali share comment. Hii ni James, Chief James channel. So nawapenda sana, show love watu ambao mnanifuatilia. Tafadhali ni support support my channel, ili tuweze kwenda kwa pamoja nice love nawapenda sana watu wangu sana sana sana.